Wa Tanzania kazi na utu. Tanzania yetu amani kwanza. O, mgeni rasmi mzee wangu Madabida, mwenyekiti wa wa kongamano hili, mzee wangu Salum Londa, Mheshimiwa DC, natambua uwepo wa kamanda wambo lakini kipekee ni kushukuru sana ndugu yetu Mheshimiwa Idd Azzan kwa kutukutanisha pamoja wana Kinondoni, ikiwa ni siku adhimu ya kumbukizi ya kifo cha muasisi wa taifa letu marehemu Mwalimu Julius. Utulivu kidogo. Kwa niaba ya chama cha mapinduzi wilaya ya Kinondoni, niwashukuru washiriki wote kwa michango, lakini kipekee niwashukuru sana watu wa mada wetu. Nimefuatilia kwa karibu sana, sikuwa najua kama mzee Madabida mimi ni mzee wangu, mzee wa Kilwa mwenzangu, huyu baba yangu na namfahamu ya miaka mingi akiwa mwanasiasa sikupata nafasi ya kusikia madini aliyotoa leo. Anamfahamu Mwalimu Nyelele vile anavyotakiwa kuhadithiwa, lakini ni washukuru wa wote waliotoa mada na wao wametumia muda mrefu na kwa nafasi yao kutuelimisha namna Mwalimu Nyelele nini alitaka lakini niwaombe waombe sana mada zetu zimejikita kwenye maadili na sisi ni wazazi tunaishi na vijana. Tukitoka hapa, semina hii ikawe chachu ya kurekebisha tabia za vijana wetu, kwa sababu hata hao wanaosema Oktoba 29 tunatoka ni vijana wetu na wengine ni watoto wetu. Kwa hiyo niwaombe sana washiriki wa kongamano hili, twendeni tukafanye jitihada ya kuwahamasisha watoto wetu vijana wetu wawe na maadili mazuri na uzalendo kwa taifa lao. Lakini nimezungumza suala la kushiriki uchaguzi, kwetu sisi CCM tumesema wazi tunashiriki, na ndiyo maana mnatuona tuko site tukiomba kura kwa wananchi wetu. Nitumie fursa hii pia ndugu mgeni rasmi, kwa kuwa mimi ni kiongozi wa kisiasa na mmenipa nafasi, niwaombe sana ndugu zangu, tarehe 29 twendeni tukapige kura. Na mmesikia kamanda wetu wa polisi wanasema, na mimi nafahamu kwamba tarehe 29 jeshi letu la polisi, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vimejipanga vizuri kuhakikisha wananchi wetu wanaendelea kupata amani kwenye wilaya yetu ya Kinondoni. Kwa hivyo niwaombe sana, hakuna tishio litakalowazuia kwenda kupiga kura. Na kimsingi mimi niwaombe mkapigie kura, sisemi jamani, mkampigie kura sana rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan lakini kwa kuwa kongamano hili liko Kinondoni, mkampigie kura ndugu Abbas Tarimba kwenye nafasi ya ubunge wa jimbo la Kinondoni. Mkampigie kura ndugu Timo kwenye nafasi ya ubunge wa jimbo la Kawe. Lakini mkawapigie kura madiwani wote wanaotokana na Chama cha Mapinduzi siku ya tarehe 29. Asanteni sana, nawashukuru sana, asante kwa msikilizaji.